Nimewaiteni hapa kwa ajili ya jambo moja tu kuwapa taarifa kuhusu Kongamano la, la Kitaifa la Sheria ambalo linatarajia kufanyika siku ya kesho Jumamosi tarehe 21 mwezi wa sita mwaka 2025. Na kongamano hili litafanyika katika ukumbi wa Julius Nyerere International Convention Center, JNICC, Dar es Salaam, na mgeni rasmi umethibitisha kushiriki mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja kati ya malengo ambayo yamepelekea kuanzishwa kwa chama cha mawakili wa serikali ni kuwaunganisha mawakili wa serikali. Unajua mawakili wa serikali tumetapakaa nchi nzima, kwa sababu unaposema serikali e, kwa mujibu wa ibara mia moja na hamsini na moja ya katiba inasema serikali maana yake ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, halmashauri, serikali za mitaa, na mtu mwingine yeyote anayetekeleza mamlaka kwa niaba ya serikali. Kwa hiyo serikali inafika mpaka kule chini katika levo ya vijiji kule kuna serikali. Kwa hiyo mawakili wa serikali wametapakaa nchi nzima mpaka katika ngazi hizo. Kwa hiyo lengo la kuanzishwa kwa chama hiki ni kuwaunganisha hawa mawakili wa serikali ambao wanatoka katika maeneo mbalimbali mbali, wanatoka katika taasisi mbalimbali kuwaleta pamoja ili kuweza kujadili e, masuala mbalimbali yanayowahusu. Lakini pia lengo lingine li la msingi la kuanzishwa kwa hiki chama ni kwamba chama sasa e, ki, ki, kiwe jukwaa la kutoa elimu na mafunzo kwa wananchi, kwa sababu serikali serikali inawajibika kwa wananchi. Kwa hiyo sisi ni mawakili wa serikali, lakini sisi ni mawakili wa wananchi, ni mawakili wa umma. Na kama ni mawakili wa umma, e, chama chetu kinalo jukumu la kuhakikisha sasa elimu katika masuala mbalimbali mbali ya kisheria hususan katika yale mambo ambayo yanagusa maslahi mapana ya, masla ya taifa. Kwa hiyo chama kinalo jukumu la kutoa elimu. Sasa katika kutekeleza jukumu hili la kutoa elimu kwa wananchi, kutoa elimu kwa umma, na kwa kuzingatia sasa tunaelekea katika e, uchaguzi mkuu, chama kimeona kwamba ni busara E, tukaandaa kongamano hili ambalo lengo lake kubwa litakuwa lita ni kutoa elimu kwa wananchi kwa Watanzania kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu uchaguzi mkuu. Yaani sisi ni watoto wa Tanzania, bila kujali umri wako, wewe we ni mtoto wa Tanzania. Tanzania ndio baba, Tanzania ndio mama, hatuna Tanzania nyingine. Kwa hiyo kuna maisha baada ya uchaguzi, kwa hiyo ipo haja ya wadau wote wananchi kwa ujumla, vyama vya, vya siasa na wadau wote kuweza kutambua hilo. Kwa hiyo tutakuwa na session kama hizi ambazo e, lengo lake ni kuhakikisha kwamba mwisho wa siku uchaguzi unafanyika kwa amani e, na maisha mengine yanaendelea. Tofauti zetu zisisababishe tukavunja tuka, tuka, tuka, tuka, tuka, tuka, tuka, tuka amani ya nchi yetu e. Mambo yanayotuunganisha ni mengi makubwa na mazito kuliko yale yanayotutofautisha. Tutatofautiana katika itikadi za kisiasa, tutatofautiana katika dini, lakini mimi nimeona eh, mke yuko chama hiki, mme yuko chama hiki, na maisha yanaendelea. Huyu yuko dini hii, huyu yuko dini hii, na maisha yanaendelea. Kwa nini? Kwa sababu kwa tofauti zile ni ndogo sana, yani mambo yanayotuunganisha ni makubwa mengi na mazito kuliko yali yanayotu